Wewe ni kijana ambaye una miaka chini ya thelathini, unatamani utoke kwenye maisha ya kimaskini na uweze kubadilisha maisha yako na ya wazazi wako na ya familia yako kwa ujumla, haya ni mambo matano ambayo nina uhakika kabisa ukiyafanya kwa mwaka mzima mfululizo, yatakusaidia kubadilisha maisha yako ya kiuchumi kabisa. Nimeona kwangu, na nimeona kwa mentizi wangu wale wanafunzi wangu yakiwabadilisha kabisa. Sasa ufanyeje? Jambo la kwanza ambalo unapaswa kulifanya, tafuta kitu cha ja kukuingizia kipato. Ni kitu gani ambacho kinaweza kukuingizia kipato? kama utaweza kuanza biashara mapema, anza huko chuo. Tafuta biashara ambayo unaweza ukaifanya ukiwa uko chuo, inaweza ikakuingizia kipato. Kama ni kuuza accessories za urembo kama ni kuuza mtumba, kama ni kuuza stationaries, kama ni kuuza mawigi ya wadada, kama ni kuuza nguo, kama ni kuuza chochote, kama ni simu, unaweza hata winga wa simu, unaweza winga wa laptop, chochote kile ambacho unaweza kufanya kikakuingizia pesa, anza kukifanya mapema. Na hata kama ni ujuzi, una ujuzi wa mambo ya graphics, una ujuzi wa mambo ya digital, una uwezo wa kununua kamera, unaweza kutengeneza video, una uwezo wa editing, una uwezo wa kuwa producer. Anza kukifanya hicho kitu mapema ukiwa uko chuo au ukiwa bado uko kijana. Jambo la pili, tengeneza personal brand yako mapema, utambulisho. utambulisho utakusaidia kukufungulia fursa ambazo vyeti vyako visingeweza kukufungulia. Anza kujitangaza kwa kile kitu ambacho unakifanya, iwe ni biashara, iwe ni kwenye ujuzi. Anza kujitangaza mapema, tengeneza personal brand yako kwenye mitandao ya kijamii. Iwe ni whatsapp status zako ambazo unaziposti, hakikisha kwamba zina reflect au hakikisha kwamba zinaonyesha kile kitu ambacho unatamani kutambulika kwenye, hicho ni kwenye mambo ya uongozi, ni kwenye mambo ya biashara, ni kwenye mambo ya kipaji, ni kwenye mambo ya burudani Anza kuwa unaposti vile vitu ambavyo vinahusiana na brandi ambayo unatamani kuijenga. Hilo ni jambo la pili ambalo ni la msingi sana. Jambo la tatu, hakisha unaanza kutengeneza network ya watu sahihi mapema. Ninapozungumzia network ya watu sahihi, nazungumzia connection. Ni vyepesi sana kupata kazi, ni vipesi sana kupata fursa utakapokuwa unajuana na mtu ambaye ni sahihi. Tengeneza mpango mkakati wa kuweza kujuana na watu ambao ni sahihi. Unatamani kuja kuwa kiongozi wa nchi? Unatamani kuja, kuja, kuja kuwa mwanasiasa? Jiunge na vyama vya siasa mapema na shiriki kikamilifu. Unatamani kuwa mfanyabiashara? Jiunge na vyama vya kibiashara, kama ni vikoba, kama ni SACCOS, anza kujiunga na hivyo vyama mapema. Itakusaidia kuweza kujifunza, lakini pia kutengeneza network na kuweza kutajwa kwa watu sahihi. Lakini kitu kingine pia, jiunge hata kwenye vyama vya sehemu ambapo unatoka kule huwa kuna fursa nyingi lakini pia kule huwa kuna watu ambao wanaweza kushika mkono na wakakusaidia kwenye kitu ambacho unatamani kufanikiwa katika hicho jambo. La nne, hakikisha kwamba unatengeneza mpango mkakati wa masoko mapema. Napozungumzia mpango mkakati wa, ma, wa masoko, hakikisha kwamba unajua ni wapi ambapo utaanza kupata pesa, ni namna gani ambavyo utaanza kukua. Usianze kitu ambacho haujui mwisho wake utakuwa vipi. Unapojua mwisho wako mapema kabla hujaanza, inakusaidia kufanya kitu kwa mwendelezo, inakusaidia kutokukata tamaa hapa njiani mapema. Unatamani kuwa public speaker kama mimi? Anza. Unajua maneno hapa apa mwenzee, unaweza kawa ni mengi ho oh, hauna hela, unafundishaje biashara? Hakuna biashara ambayo unaifanya lakini ni kwambie miongoni mwa vitu ambavyo sasa hivi vinalipa sana, miongoni mwao ni eneo la coaching and mentorship. Na sio lazima ufundishe mambo ya biashara, sio lazima ufundishe mambo ya uongozi, sio lazima ufundishe mambo ya fedha. Unaweza kuwa unafundisha mambo ya mahusiano, unaweza kuwa unafundisha mambo ya uh, digital skills, unaweza kuwa unafundisha mambo ya mitandao ya kijamii, unaweza kuwa unafundisha mambo ya ujuzi wote ule ambao uko nao, unaweza kuwa unafundisha hata mambo ya kwenye taaluma zumbe maji, eh, mambo ya afya na mambo mengine ambayo unaweza ukayafanya. Tengeneza mpango mkakati na anza mapema. Jambo la mwisho, kwenye kila pesa ambayo unaipata hakikisha kwamba unaitumia kwa usahihi na uweze kubakiza pesa ambayo itakusaidia kwa ajili ya uwekezaji. Anza kuwekeza ukiwa bado ni kijana. Miongoni mwa vitu ambavyo ha vinaturudisha nyuma vijana, lakini pia sio vijana tu, hata watu wazima, ni kuanza kila siku. Mwaka mpya ambapo unaingia unakuta mwaka mpya unaanza, hauna pesa yote ambayo uko nayo kama akiba. Jifunze juu ya uwekezaji, nunua hisa kwenye soko kuu la Dar es Salaam, soko la hisa la Dar es Salaam nunua uh, vipande UTT. Anza uwekezaji mapema, itakusaidia sana uweze kukusanya mtaji, lakini pia itakusaidia sana kutokuwa unaanza upya kila siku. Lakini pia kwenye eneo la uwekezaji, sio lazima ununue hisa au ununue vipande au ufanye uwekezaji kwenye hizi taasisi za uwekezaji. Unaweza hata ukaanza kuwekeza kwenye viwanja, unaweza ukaanza kuwekeza kwenye biashara, unaweza ukaanza kuwekeza kwenye miradi mbalimbali mbali ambayo inakuwa, lengo ni nini? kuwa na pesa ambayo ni mwendelezo. Kwa hiyo, hivyo ndio vitu vitano ambavyo ukivifanya ukiwa na chini ya miaka thelathini itakusaidia utakapovuka miaka thelathini ikawa ni miaka ya mafanikio sana. Kwenye hivyo vitu vitano, ni kitu gani ambacho utaanza nacho? Hebu niambie hapa kwenye komenti, alafu mimi nitakuwa niko tayari kukusaidia.